Y Mheshimiwa mgeni rasmi, kupata heshima ya kuwa mjumbe wa kamati kuu ni baraka. Mimi hapa nimeonja nafasi ya ujumbe wa kamati kuu. Unapaswa ni mtu thabiti, unayeweza kubeba siri za nchi na unayetakia mema taifa lako. Dada yetu amekizi katika vifuo vigezo vyote, na leo tunampongeza na kumshukuru Mungu kwa kumpa uvumilivu huo. Nawapongeza sana na wananchi wa Munduli kwa namna ambavyo mmeendelea kuungana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Changamoto zote ambazo tumezipata tumezitatua kwa pamoja. Na leo hakuna mfugaji anayenyanyasika katika mkoa wetu na wilaya yetu ya Munduli. Kipindi cha uchaguzi, kuna watu mtakosa udiwani, kuna watu mtakosa ubunge, msitumizie chama chetu. Uvumilivu unalipa ndani ya chama cha mapinduzi, na ndio maana mimi nishawahi kukaa mtaani miaka mitatu na miezi sita Huwa na msemo mmoja nasema, ukihitajika utaitwa. Ninawaomba wananchi wamonduli na mkoa wa Arusha. Mimi nina ufahamu upendo wa Daktari Samia Suluhu Hassan, nimemfahamu kwenye Bunge la Katiba. Ni mama mnyenyekevu, ni mama anayemtakia kila mtu mafanikio. Nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa, Oktoba hatuna mbadala zaidi ya Daktari Samia Mama Samia. Tarehe ishirini na nane mwezi wa tano, mheshimiwa mwenyekiti na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliteua wajumbe wanne wa kamati kuu miongoni mwao na mimi nilikwemo. Ninamshukuru sana sana sana mheshimiwa rais, nafasi hii niliyopewa ni kubwa mno katika chama chetu. Namwahidi mheshimiwa rais wetu na mwenyekiti wetu nitaitumikia nafasi hii kwa uweledi, utiifu, uvumilivu na kujituma ili nisiwaangushe, kwani kumwangusha yeye ni kuwaangusha nyiye Wanaarusha ambao mliniamini. Nawashukuru sana kwa imani mlionipa. Ninawaahidi Wanaarusha wenzangu na Wanamunduli kwamba siku zote nitaendelea kuwa mtiifu mwaminifu kwenu na siku zote tutaendelea kukipigania chama chetu kuhakikisha kwamba tunashinda nafasi zote katika chaguzi zote zitakazofanyika. Ijulikane kwamba ukimvunjia heshima Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umevunjia heshima wanachama zaidi ya milioni kumi na tatu <todiculia>